Uhimilivu wa chakulafahai ya visiwa karibu. Hiki ni kipindi cha kwanza cha mradi wa mifumo ya uhimilivu wa chakula. Katika kipindi hiki, uh, tutazungumzia namna ambavyo mradi unafanya kazi kwa hapa Zanzibar, lakini kazi gani ambazo zitakuwa ndani ya mradi katika kipindi chote ambapo mradi utafanyika. Na kwa kuanza leo, kipindi chetu moja kwa moja tunaanza hapa katika ukumbi wa SSP ambapo yanafanyika mafunzo, mafunzo ambayo yamekutanisha maafisa kilimo, lakini vile vile mabibi na mabwana shamba ambao wao wanapata utaalamu wa namna bora ya kuwasaidia au wafanyabiashara kuweza kuyatambua masoko. Mafunzo haya yanaendeshwa kwa nadharia, lakini baadaye pia tutapata nafasi ya kuona na kushuhudia mafunzo haya yanavyoendeshwa kwa vitendo, kwenda kutembelea masoko husika. Katika vipindi hivi uh, Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kupitia kitengo chake cha habari na mawasiliano wao ndio waandaaji na sisi tuko hapa kuendelea kukupa wewe habari, kukujuza zaidi namna ambavyo mradi umekuwa ukifanya kazi. Mimi ni Johnson Daba, mpiga picha wangu kwa siku ya leo ni Imidi Omar Imidi ambao tuko hapa kuhakikisha tunakuletea taarifa hizi. Hebu endelea kubaki kwenye TV yako. Tukirejea hapa, tutakuwa na msimamizi wa mradi kwa upande wa Zanzibar ambaye yeye ni mratibu wa mradi na atazungumza mengi. Usiondoke. Uhimilivu wa chakula, fahari ya visiwa. Kama tulivyokuambia kipindi chetu cha leo, tunaanza na kumtazama bwana Sihaba Ajivai ambaye yeye ni mratibu wa mradi huu wa mifumo ya uhimilivu wa chakula Tanzania kwa upande wa Zanzibar, na hapa anatueleza hasa dhamira na nia kubwa ya mafunzo kwa siku ya leo. Mafunzo yetu haya leo ni ya siku tatu ambayo yanawajumuisha maafisa wa wilaya wa kilimo, maafisa wa wilaya wa ushirika lakini pia na baadhi ya mabibi na mabwana shamba katika maeneo yetu ya kisiwa cha Unguja. Madhumuni makubwa ni kuwapa uelewa lakini kuwajenga uwezo katika suala zima la kuwasimamia eh, akinamama na vijana ambao wamejiunga katika ushirika kwa ajili ya kuzalisha eh, na kuuza mazao ya mbogamboga yakiwemo ya tungule, vitunguu eh, mchicha na mambo mengine ya mbogamboga mboga. Mafunzo haya yatalenga zaidi kuwaelekeza namna gani ya kuwawezesha vikundi hivi vya kina mama na vijana katika kutafuta na kupata masoko au kupanga masoko wakati wa uzalishaji wa mazao yao na namna gani wanaweza wakayafikia masoko. Kwa hiyo, maso, ma, mafunzo haya yatakuwa ni ya nadharia katika maeneo ya ofisi uh, hii ya kwetu, lakini pia atakuwa vitendo biten, kwa ajili ya kwenda kwenye masoko kutizama hali halisi ya masoko yalivyo na baadaye kupata uelewa. Mafunzo haya pia yatafuatiwa na mafunzo mengine ya siku tatu kwa ajili ya vikundi hivyo ambavyo vya kina mama na vijana ambavyo vinajishughulisha na kilimo au biashara ya kuuza mazao ya mboga mboga. Uhimilivu wa chakula, fahari ya visiwa Zanzibari, ma... katika tawi hili la mradi wa kilimo kwa kutukumbuka wanafunzi kwamba tuna wanafunzi kule na wanakusudia kupata mahitaji, na ndivyo tulivyoona kwamba mnakusudia tupate mahitaji yetu ndani ya vijiji vyetu kutokana na sehemu ya kilimo. Sisi hivi leo shefu, tunasema alivyo mtu kumbe vile ni mbegu ambayo sisi itatupa faida wa kulima chef, ya kutusaidia ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa wizara kutupatia ivi u dei mafunzo haya pamoja na kwamba sisi tumekuja na mbegu ya chef, lakini tumejifunza mambo mengi sana na ndio maana mara nyingi huwa anasema zote tunaamini kwamba pamoja na utaalamu lakini wakulima ni watafiti. Kwa hiyo tunapokutana kwenye mafunzo kama haya tunabadilishana uzoefu wa utafiti wenu na yale ambayo sisi tunakutana nayo. Kwa hiyo niwashukuru sana zangu kwa pamoja, tumejifunza pamoja na hiyo mbegu ya sheku ambayo tume, tumeipanda kwa niaba ya wenzangu na matarajio yangu kwamba panapo majali wakijalia Mwenyezi Mungu kurudi wakati mwingine kutafuta baadhi ya mbegu zimeanza kusindio jamani. Uhimilivu wa chakula, fahari ya visiwa. Baada ya kutazama a, dhamira kubwa a, ambavyo, a, siyaba, na namna ambavyo Bwana Siaba ameeleza vizuri kuhusiana na mradi huu sasa tunapata na ya kwenda kutazama hasa vile vitendo ambavyo vinafanyika ndani ya mafunzo, lakini vile vile eh, tunataka tuone nje kwenye kutembelea hayo masoko, namna gani watu wamehamasika na nini hasa kinachofanyika huko kwa ajili ya kuwawezesha. Hapa usiondoke, hiki ni kipindi cha mradi wa uhimilivu wa mifumo ya chakula Tanzania kwa upande wa Zanzibar, na hapa tuko visiwani Zanzibar, na kama nilivyokueleza mwanzo, haya ni mafunzo ambayo yamekuwa yakiendelea hapa na hivi ndivyo ambavyo mafunzo lakini kwa sasa tunaenda zetu sokoni kuona namna gani mafunzo haya yanafanyika kwa vitendo. Uhimilivu wa chakula fahari ya visiwa Zanzibari, mara ndoto inafikiwa. Kilimo chetu bora, rasilimali tuheshimu, tabia nchi ikibadilika, bado tutadumu Napenda tushike atamu, maisha bora kwetu, tumaini liko zamu, jamii tupate elimu, mazingira tulinde ngadi, umangaza maendeleo tushinde. na dhana mpya ambayo ipo tunaita SHEP. Dhana hii inahusika hasa na kuwashajiisha wakulima kwamba kabla ya kuanza shughuli zao za kilimo, waweze kufika masokoni na kujua au kuulizia bei za mazao aa, na bidhaa gani ambazo zinahitajika zaidi sokoni, ili wanapozalisha wawe na uhakika kwamba wanazalisha u... bidhaa hizo na wanapata faida kubwa kwa sababu kuna tatizo ambalo tumeligundua kwa wakulima, wengi huzalisha mazao kwa mkumbo tu, kwa kufata mkumbo, na matokeo yake wanapokuja sokoni wanakuwa wanapata hasara kubwa. Sasa hii dhana ya shape ambayo tumewapatia mafunzo mabibi shamba ni kwamba itawasaidia wakulima kuja sokoni kujua bei za, za, za bidhaa na bidhaa gani zinahitajika zaidi kwa wakati gani, ili wao waweze kuzalisha kwa, kwa tija zaidi. Uh, tunashukuru mradi wa uhimilivu wa chakula Tanzania, kukupatia mafunzo ya nadharia pamoja na vitendo jinsi ya kuweza kuwasaidia wakulima wetu namna ya kuzalisha mazao yao naweza kuyauza sokoni. Kabla ya kuuza mazao yao, wanatakiwa wafike kwanza, waanze kupitia hii dhana ya she, waanze sokoni wamalize shambani kwa kipato zaidi. Kwa hiyo tumefaidika sana na tunawashukuru sana kwa sababu masoko yapo vile vile. Tunabudi kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutujengea haya masoko ya kisasa. Kwa hiyo wakulima, fursa ndo hii, waanze sokoni, waweze kujua miezi gani ambayo mazao yao yatakuwa yata yanakuwa yanakipanda bei na kwa gani mazao haya yatakuwa yanashuka bei, ili waweze kulima kupitia misimu hiyo, waonane na masoko kwanza, wajue soko linahitaji nini na kupitia walaji na watumiaji, ili waweze kuzalisha zaidi na idi ya kupata kipato zaidi kwa ajili ya kuweza kujikimu kimaisha. Unaposema kilimo cha kibiashara ni kipi? Ni kile ambacho kinaangalia soko linahitaji bidhaa ya aina gani, lini, kiasi gani na ubora wa aina gani, sababu taarifa nyingi zinapatikana sokoni. Tumeanza mafunzo ya wa kufundisha wataalamu hao wa kilimo toka jana ambapo pia leo tumekuwa na elimu ya vitendo katika soko hili la Mwanakwerekwe kwa ajili ya wao kuangalia namna gani soko linavyosema, ili taarifa hizi waende kuandaa mpango kazi wa uzalishaji utakaoleta tija kwa wakulima, ikiwa na lengo pana la kunyanyua kipato cha mkulima moja moja na taifa kwa ujumla. Uhimilivu wa chakula, fahari ya visiwa. Mtazamaji, naamini umetazama vizuri namna ambavyo mafunzo ya mradi huu wa uhimilivu wa mifumo ya chakula yamefanyika, na mwanzo umepata kusikia vizuri kutoka kwa mratibu wa mradi huu juu ya suala zima la mafunzo, lengo pamoja na dhumuni lake, lakini umepata kushuhudia na kutazama eh, namna ambavyo mafunzo yameendelea darasani kwa upande wa nadharia, lakini vilevile baadaye eh, wanafunzi hawa wamepata nafasi ya kwenda kuona sokoni, namna ambavyo eh, soko linaendeshwa, lakini biashara zinaendeshwa swala so zima la wajasiriamali na mambo mengine yakiwa yanaendelea kule. Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar ndio waandaaji wa vipindi hivi kupitia Kitengo cha Habari na Mawasiliano. Ni vizuri kabisa kuweza kufahamu juu ya swala so zima la mradi huu wa uhimilivu wa mifumo ya chakula, na tunahakikisha utapata kujua zaidi. Kama nilivyokuambia mwanzo, hiki leo ni kipindi cha kwanza tu, na tumepata japo kwa dondoo kujua muhtasari wa nini ambacho kimefanyika kuhusiana na eh, mradi Tutaendelea kupeana vitu mbalimbali kuhusiana na mradi kwenye vipindi vingine. Kwa niaba ya watu wote ambao wamehusika katika uandaaji wa kipindi hiki, ni kushukuru sana we mtazamaji, ambaye umetenga muda wako kwa ajili ya kutazama kipindi hiki, lakini umepata nafasi nzuri ya kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa vizuri. Mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi ya kipindi kingine ambacho kitakupa elimu juu ya swala so zima la mradi huu wa uhimilivu wa mifumo ya chakula. Kwa niaba ya mpiga picha wangu kwa siku ya leo na timu nzima ya kitengo cha habari na mawasiliano, mimi ni Johnson Daba. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Kwa sasa uhimilivu wa chakula, fahari ya visiwa Zanzibari, mara ndoto inafikiwa. Kilimo chetu bora, rasilimali tu heshimu, tabia nchi kibadilika, bado tutadumu Unguja na Pemba.